E, bwana Hanstoni amemhusisha pia mama mzazi wa Diamond Platnumz, tunamzungumzia mama Dangote, na yeye pia bwana amemtagi katika huu ujumbe mwingine ambao Hanstoni ameuandika kupitia kurasa wake wa Instagram kuhusiana na sakata zima la yeye kutokupata nafasi ya kusainiwa katika record label ya WCB wasafi. Kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba Hanstoni bwana ni miongoni mwa wasanii ambao walitakiwa wasainiwe katika record label hiyo, lakini mambo yakawa tofauti na vile ambavyo tulivyokuwa tunaexpect na at the end of the day ni kwamba Hanstoni bwana hakupata hiyo nafasi, ajasainiwa. Umeona bwana eh? So Hanstoni bwana ameamua kuelezea yote kiundani kabisa kuhusiana na issue ambayo ilitokea pale Wasafi mpaka kupelekea yeye kuto kusainiwa na mambo mengine mengi. So hapa katika ukurasa huu wa pili ameandika, kumbe bwana nani meshiriki kwenye nimeshiriki kwenye, kwenye utunzi wa nyimbo hata kama sio kwa asilimia mia, sababu wewe pia ni msanii, una vitu vyako mzee, ambaye unajisema kwamba wewe ni msanii namba moja Afrika, na unaogopa wasanii wenzako wenye talenti kubwa, na unaogopa kuwasaini eh, kusaini msanii ambaye atakuzidi laugh out loud. Eh, na ndiyo maana hata ukagombana na hao waliokuwa wasanii wako walio, pan, walio walipoanza tu kuonyesha juhudi zao na ukubwa wao, e, katika kazi na mafanikio yao ya kimuziki. Na ndio maana pia vile vile mpaka leo una saini wasanii ambao e, mnatambua kabisa kwamba mnatambua mna, ambao mnaturembaremba tu na pia vile vile unaamini hata afanye nini huyo msanii au aimbe vipi, hawezi kukuzidi na international pia vile vile hutoipata soko, hutopata hilo soko. ngo you fear the real talent man ameandika hivyo Hanstoni, akuishia yani akiwa anamaanisha kwamba yani Diamond hawezi kwenda kimataifa kwa sababu anaogopa vipaji vya kweli na anasaini wasanii wa kawaida kawaida, anaogopa kusaini wasanii ambao wanapiwa talent kutokana na kwamba anahisi kwamba wanaweza wakamzidi. Kuishia hapo Hanstoni, akaendelea kusema kwamba, na baadhi ya nyimbo ambazo zinakusaidia na baadhi ya nyimbo ambazo zinakusaidia wewe pamoja na wasanii wako ambao ambao hadi leo hii zinawaingizia pesa na sijawahi kupata hata mia. Kwa mfano kama vile kama vile ongeza, ongeza naanzaje Kanyaga, Street Love, featuring YG, Zuchu featuring Joyboy Nobody, eh, Sugua featuring Juksi na nyinginezo nyingi sana. But anyway, eh, mkaona kwamba haitoshi. siku nilipotoa nyimbo zangu albamu yangu ya kwanza inaitwa Amazing. Mlitaka eh, mkanihaki mpaka chaneli zangu eh, platform zangu zote na mkatuma, eh, na mkatuma vya wao wenu wakina Baba Levo wafanye ma interview na mabosi, na mabosi mizugo waanze kuniongelea vitu vibaya mtandaoni, kwa kuwa mlikuwa mnajua kabisa kwamba mimi sio mtu wa kupenda kuongelea kila kitu changu mtandaoni. Na nilipokaa kimya na mkaona basi bado vitu vyangu huwa vinafanya vizuri tu since day one hata bila promotion yenu au ya mtu yoyote yule. Ni mimi na mashabiki zangu wa dhati tokea natoa nyimbo yangu ya kwanza kabisa iyo kote. Na ndio hapo mkaniita hapo kwenye lebo yenu bila kuwa na malengo sahihi na talenti yangu. Siwezi kumlaumu Mama Dangote kama mzazi. Asante sana mama, love you. Kwa mapenzi yake kwa mtoto na kuona kwamba naweza nikasapotiwa na familia yake, sababu isingekuwa ngumu hivyo. Aliona, aliona, aliona hilo. Mimi pia nilipoteza mama yangu tangu nikiwa mdogo sana, sikupata hata hata, eh, hata kumfaidi mama yangu. RIP my mom, ameandika hivyo. Uh, huyo ni Hanstoni na hii posti akahitagi kwa Diamond na pia vile vile akahitagi kwa Mama Dangote kwamba waione, so wadau hapa wamekuja kuweka pia maoni yao kuhusiana na hii issue kwa mfano huyu hapa anaitwa Rosh Inki anasema kwamba bwana, vitu ni vingi sana ila vya msingi ni viwili tu, kwamba wanaomjaza sana huyu dogo kwamba yeye ni msanii mkali kuwahi kutokea Bongo, wanampoteza sana. Japo ni kweli kwamba ni msanii mkali, ila ukubwa ana, wanaomwaminisha mnamchanganya sana. Pili eh, kuna kitu watu wake wa karibu pia vilevile vile, wanajitahidi sana kukaa naye karibu kwa ajili ya kumpatia msaada zaidi, lakini akuishia hapo Mtu mwingine huyu hapa amekuja amesema, kwamba bwana kumbe umekaa miaka mitatu, wenzako walikaa pale miaka saba. kwa mtu hapa anaitwa Kakaboy Tizda, anasema kwamba bwana sasa huku Eh yeah, huku ni kutaka ku <laughs> okay. Haya kwa ndio unaweza kumbe bwana angekuwa ni bestinaso naso ndio amefanya haya na si Diamond, haya yote yasingeandikwa eh, andikwa. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Umeona bwana eh, lakini ukachana hiyo pia vile vile, kuna mtu hapa amekuja ameweka ameweka comment ndefu sana. Yule hapa anaitwa Mikagi o, o, outfit ameandika kwamba e, bwana umekaa miaka mitatu unalialia. Zuchu alikaa miaka saba ila ona leo yuko wapi? Jitihada, uvumilivu ndo vinafanya mtu kuwa mkubwa. Unadhani kwamba Zuchu angeamua kutoka leo hii angekuwa hapo alipo? Unadhani kwamba Zuchu eh, hakuandika mangoma makali? Unadhani kwamba wame, kuuli, wame eh, unadhani kwamba wamekuulia kea, kea yako? Mbona eh, mbona vilevile vile, vile, vile umetoka na ndio zaidi ya mwaka sasa hivi, je, umefika wapi? mbona hatuoni hiti hmm? mbona hatuoni international collaboration mkali? Ni mkali tu mzee. Kwanza kabisa ngoma yenyewe uliokuwa nayo ni moja tu hiyo kote. Diamond Platnumz ana ngoma ngapi? Ana mafanikio mangapi mpaka leo hii kwamba aanze kukuogopa wewe, ambaye una ngoma moja tu? Umewekwa kwenye lebo ambayo ingekutoa wewe, lakini unaleta kiburi na ujuaji na uh, hadi leo hii unakuja kulia e, hapa mtandaoni kutaka huruma e, unataka huruma leo. Kwenye interview Diamond Platnumz alisema kabisa kwamba ukileta dharau yeye anakuletea kiburi. Unadhani kwamba umeona madhara ya un, unadhani sasa umesha yaona madhara yake? Sasa ungevumilia, ungeonyesha unyenyekevu, leo hii ungekuwa under underdog mtu kama Devoice. Ungekuwa underdog kwa mtu kama Devoice ambaye ametoka juzi tu ila leo hii amekuzidi kila kitu. Nadhani yeye unadhania yeye pia kuvumilia kama muziki. Eh. Umekushinda mzee, nenda tu ukalime hata mboga mboga. Kuna mtu amekuja kumwambia hivyo Hanstoni. Lakini pia kuna mtu mwingine sawa Bonabola amesema kwamba bro. Eh, kitu unachokipenda wewe ni kwamba usikiache. Kitu unachokipenda usikiache kukifanya. Eh. Mtafutaji huwa achoki mpaka apate. Mimi ni shabiki yako na nakuona kwamba wewe ni noma sana, na bado wewe eh, ni mmoja kati ya wasanii wakali na ninafikiri kwamba wakati utaongea zaidi. Mungu ni mwema hakika, eh, atumpi hakika, huwa amtupi mja wake. Pia vile vile, punguza hisia, pambana zaidi katika kipaji chako, umeona eh? Ameandika hivyo pia eh, huyu hapa si mwingine bali ni jamaa anaitwa Young OG amekuja kucomment hivyo. So, it is what it is. Kila mtu ameweka maoni yake, lakini Hanstoni bado anaonekana anaendelea kutoa lawama kuhusiana na haya ambayo yamemkuta hususan katika record label ya WCB, vitu ambavyo hakuvizungumza kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi tunaona kwamba finally ameamua aeleze kila kitu bayana. So, ukiwa kama mdau weka maoni yako bwana, katika comment section hapo chini tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.